siku ya Jumaa, faqara aindahu akasema mbe, akasoma mbele yake ile kaburi pale Yasin, akasoma sura til Yasin, ghufira lahu, anasamehewa yeye. Ghufira lahu, usamehewa yeye. Inshallah taala atujalie, Allah subhanahu wataala, miongoni mwa watu wenye kuzuru wazazi wetu wawili. Nyingine amesema manzara kabra abawaihi, mwenye kuzuru kaburi ya wazazi wake wawili au ahadihima au moja katika hizo kaburi mbili, fi kulli juma kila jumaa, marratan mara moja, ghufira lahu wa kutiba barra, anasamehewa yeye dhambi zake, afu anaandikiwa ni mwema, anaandikiwa kwamba ni mtu mwema. Ndugu yangu, baba yako kafariki, nda kamzuru. Ndugu yangu, e, kamzuru ka, nda pale, afu kamsomea Yasini kila jumaa, afanya hivyo Insha allahu taala, huenda ikawa ni sababu ya Allahu subhanahu wa taala kukuridhia na ukaa miongoni mwa watu ambao watakaofiku Mwenyezi Mungu salama. Billahi tawfiq, wasalamu taufiq wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.